Chakula cha ubongo ni kizuri sana, lakini ni kipi? Chakula cha ubongo ni mazingira ambayo ni matulivu na mazingira ambayo yanafanana na uhalisia wenyewe. Unaweza kuona mazingira haya ni natural, yanaonekana kwa uzuri wake, yanafurahisha upeo wa macho yako, unapoona unavutiwa zaidi, unatamani kuangalia na kuangalia zaidi. Kwa hiyo hiki ndio chakula cha ubongo kwa unapofikiria unatafuta namna jinsi gani ambavyo unaweza ukarelaksi, uka, uka, ukatengeneza ubongo wako ukawa una fanya vitu vizuri, una idea nyingi nyingi ambazo ni nzuri. Mazingira haya mazuri na mazingira tulivu yanaweza kukusaidia. Tembea kwenye garden mbalimbali mbali, lakini mimi kwa leo nimeamua kwenda kutembea katika maeneo haya kwa sababu nimeachagua ili kufanya ubongo wangu upumzike na kazi zote ambazo umekuwa ukifanya kwa muda mrefu na kufanya uongeze ufanisi wake. Kwa hiyo, chakula kizuri cha ubongo ni mazingira sahihi na mazingira ambayo ni natural. Sio mazingira ambayo ni artificial. Mazingira natio yanavutia ubongo na kufanya kazi zako ziwe za ufanisi, lakini uweze kujenerate idea nyingi zaidi. Lakini pia uh, mazingira mazuri yanasaidia sana kwenye pande ya hypothalamus. Hypothalamus kazi yake ni kufanya kutunza kumbukumbu. unapofanya Uh, hiking kama hizi unatembea, unaangalia mazingira, unafanya ule hypothalamus yako isaidi iongezeke zaidi, kwa sababu uh, ufanisi wako uta, utaongezeka. Ukishaongezeka uh, hypothalamus yako itaongezeka zaidi, hivyo itaanza kutunza kumbukumbu kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia kupitia haya mazingira unaweza uka regenerate ukatengeneza vitu vingine ambavyo ni bora. Inaweza ikawa wewe ni IT ambao umedili sana na vitu ambavyo ni vya kiit na vinakuchosha unaweza ukapata muda ukapata mapumziko kama haya, na ukafanya matembezi. Lakini inawezekana wewe ni mtu wa ofisini, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa unakuwa ofisini, kwa hiyo tafuta muda Jumamosi au Jumapili. Hiking, kwa hiyo uh, unapopata matembezi kama haya au muda wa kutembea kama hivi, inakusaidia ujisikie uh, za, za stress, vizuri kabisa hata kama una changamoto. Karibuni sana. Mimi nimeamua kwenda kuja kutembelea mahali hapa kwa sababu ninatamani ni sana akili yangu izidi kuwa bora zaidi. Karibuni sana. En, naenda katembea kwenye garden yoyote au utafuta mazingira ambayo ni salama, lakini natural itakusaidia sana. Asante.